Kwa binadamu kama vile Karia Kidau, Almaska, Songo, Mguto, kujitathmini wakajiuzuru ni wachache sana, ha -ha. ni Ledi Gachigla Tenga peke yake kaje, okay. niliyomuona kajiuzuru na watu wachache kama mimi, unaondoka koja, koja, kadugu dako hapo, hey. Shirikisho hey. ni wale skalia hey. kwa hili zengezengo napasa kujitathmini, yani, umekosa nini? Umekwisha kwenda, muhula wa kwanza miaka minne, muhula wa pili miaka minne, ana muhula wa tatu What for? Shida, ondoka clean. Ondoka kiwa msafi eh. Leo Simba wanaanza kujidai kujidai, kunichafua nikiwai ni, lakini a nimekwenda kama mfano elfu mbili na kumi na nane Simba bingwa nchi tunajua, mfululizo umekuwa bingwa eh. Nakuja mi nakuwaje Yanga ila hawa ambao wako sahii awana bingwa ndio Simba kidau wameambiwa ajiuzulu mimi nasema na, yani hawakupaswa kuambiwa kuambiwa, na kalia wote mlolongo wa serikali ika kufikia mpaka ikaenda yu, kwa waziri wa aneshul, mwenye dhamana ya michezo. Sasa waziri apeleke TFF, inakwenda baraza la michezo la taifa, baraza likapeleka TFF, TFF bodi ya ligi, bodi ya ligi kwa wenye viti wa klabu ya Simba na Yanga. Wakati huo mwenyekiti wa Simba ndio mimi, katibu wangu ni mzungu. Mimi nilikuwa na katibu mzungu Barbara Gonzalez. Sasa tutambie, sasa tuende kwenye point. Sio waswahili swahili, tuende kwenye point. Mzungu kanyoka. Tuende kwenye point. E, mzungu ni mzungu. Basi, basi tusamee sisi. Tusamee sisi, mimi nikasema wakisogeza mpaka saa nane usiku mm iwe asubuhi mimi Simba nitapeleka timu. Mm. Yanga wakasema bila saa kumi na moja iliyopangwa hatuchezi. Wakakaidi kauli ya. Wakakaudi waka kai. Sasa sijui kama walikaidi. Hapo sitaki kuingia kwenye nani. Sasa Sambu, kama mw, kama wewe uliamua kupeka timu saa moja wewe sasa. Si ya rais. Kwa nini wao wao hiyo rai wao? Hao, wao wanajua sababu zao. Walipata kuipata. Walipata. Maana walikaidi. Na ndio maana Walisema walikuwa na haki kukaidi, walikuwa hawana haki. Ah, hatuwezi ha, kujua wao ndio wanajua. Kimpira. Mimi nimekupa sababu katika mafundisho yangu makuzi yangu, sijui wamekulia wapi, mimi nimekulia kwetu Kasulu Kigoma mm. kabila langu la Kiha ni Waha, mimi ni Muha mm. na kwa, kote nilipopita raia mkubwa inachukuliwa kama E, kwa sababu ngoja nikwambie, huu mpira mm. sheria hizi mm. sheria mm. sheria hizi mm. It's not so mechanical, una maana gani? Kuna wakati unaacha sheria, unaangalia ubinadamu, unafuata muongozo una, wala wakati mwingine hakuna muongozo, ubinadamu, sheria kama ilivyo, kama sheria ukifuata, kuna vitu vingine katika maisha ya binadamu vya kabisa kwenye maisha vitakwenda mm. vipo. Kuna hitaji busara na mifano ipo, ndio maana tunasema busara na hekima wakati mwingine inatumika. Kwa mfano, nitakupa mfano mm. mnakwenda kwenye mkutano mkuu wa chama labda wa chama chochote au wa serikali unahusisha serikali au zungumzia mpira tu au mpira. mm. ni maisha, maisha. E, mpira ni maisha maisha mm. mpira ni maisha na serikali na siasa ni maisha mm. unaamua tu kwenda wapi, una uhuru huo kwa mm. mfano sisi wa Tanzania mm. una mkutano mkuu mm. wa jambo lolote, lakini ile pesa, pesa ulizonazo hazitoki mpaka kwa utaratibu wa kibenki si ndio? Lakini pesa mnazo, ndio. lakini haziwezi kutoka mpaka kwenye utaratibu wa kibenki asaini huyu, asaini huyu, asaini huyu. Mm. huyu. si ndio? mm. mm. mm. mm. mm. pesa unazo mkononi alafu pale una watu kama mia mbili mm. na hawa wanao saini hawawezi kupatikana baada ya wiki. Je, unawaacha wale watu wasile kwa wiki nzima kuvunja utaratibu. Ah, hekima inafuata, busara inafuata, pale watu wale sawa. Halafu hiyo ratification ya utaratibu itafuata baadaye. Eh, sasa kama watu wamekufa mia mbili mm. una, una justify kwamba mimi nilifuata taratibu nikaona ni bora watu wafe? Au nikupe mfano mdogo sana mm. Tuwape mfano mdogo sana wewe, mm. unaishi Dar es Salaam, kwenu ni s Maswa huko wapi mm. Shinyanga sijui mara Kigoma, Kigoma kwa mm. kwetu sindio, mm. nimepeleka mimi nimemwomba, nime babangu mzazi mm. na mama nimepata yani nina, nina, nina, nina lengo la kujenga nyumbani. Kwetu Dar es Salaam inayo nyumba lakini najenga wapi tena, nyumbani Kasulu, unatuma kila mwezi shilingi milioni moja uwezo huo unao, watu wanao uwezo. Ndio. Sasa zimefika kama milioni tano, mama yako ameugua, amepelekwa kulazwa, chonde yani nusura af, afariki mm. imekuja bili, bili ya hospitali inahitaji milioni tatu na nusu, baba kalipa kwenye ile hela yako ya nini, uliotuba ikafanya nini, ya ujenzi, ya ujenzi. Kwa hiyo ujenzi umefanyaje? umesimama wewe unakwenda baba, sioni mambo yakienda. Sema baba, mama yako aliugua ikabidi tulipe hospitali milioni tatu na nusu katika milioni tano zako, mwanangu. Sasa wewe unamwambia baba, ulifanya makosa, ungemwacha mama afe, ungefuata utaratibu na kanuni na kanuni, jenga kwanza alafu mama afe Eh, una paona. Manake bodi ya ligi, eh, shirikisho, eh, kuna muda pia kanuni azifuate ni utaratibu. Ah ah, maisha ya binadamu. Nakupa mfano, kama we unakwenda unamwambia babako. Si ndio tafsiri ya mfano huo uka- eh, eh, kwamba eh, tunataka yani ungeachi ungejenga yale tunge unge, ungefuata yale tuliyokubaliana mimi na we, mm, ungemwacha mama afe na mama yako yuko pale nasikia. Na ndugu zako wote wanasikia ungemwacha mama afe. Inakuwaje? Kwa mfano, inakuwa ni hatari eh. Sasa, mm, rais amesema anakuja mm, we unasema si tunafuata kanuni <laughs> so, kuna muda mwingine inapindishwa ka... unaiacha Tupia mbali, si nimekupa mfano. Mama yako afe tuje ukasimamia hapa saka duguda. Tutoke hapo kwenye kwenye huo mfano, tuje kwenye hoja ya nafrika kulipwa miaka mitatu wajalipwa ubingwa eh, alafu katika hiyo miaka mitatu eh, hawaidai ile miaka miwili eh, wanadai ubingwa wa mwaka 23 24 25. Yanga wana hoja <laughs> Mimi bwana, nimekuwa kwenye, kwenye kwenye uongozi wa moja ya klabu kubwa katika nchi Simba Sports, Simba Sajati na Yanga, watu wanajua ndio klabu kubwa mm. <laughs> kuna matatizo mengi sana, yaani busara ni lazima itumike kuliko kanuni na, na taratibu kwa mpira wetu, na ndio maana kila siku na hoji kama mpira wetu ligi yetu ni ya nne mm. labda sijui ni nini wanakifuata kama ni on-field performance labda hiyo ndio hivyo hivyo eh, sababu timu zote kama mizuri. Unasema mpira lakini mm. mpira mm. hauwezi kuwa ni kile kinachofanyika uwanjani peke yake tu, tuje hapa Yanga wanahoja kwa kudai pesa zao eh. na kwa nini hawajapewa pesa zao? kudai pe haki yako, kwa nini hawajapewa pesa? hoja inapokuwa inapokuwa questioned mm. kwa nini wamekaa miaka mitatu hawajalipwa na management, ipo inajua hawajalipwa na hela zinatoka CRDB lakini Yanga wanadai mm. kwa Chefofo, hmm. Yanga walikubaliana wali wakati zile pesa za usajili <laughs> za leseni na usajili wa wachezaji leo wame, wanakata kama walikubaliana eh? Wanasema hawajapewa. Kwa kwahiyo kuna mtu mmoja ni alikomenti kwenye ma, ma, ma, nilihoji hivi kuna kitu kinafichwa kwenye dabi ya tarehe nane zaidi ya Simba na Yanga kuto kucheza, yani sababu ile haielezwi wazi inafichwa lakini siisha kuambia Kaduguda, huko tutoke hapa <laughs> tuje kwa Yanga hapa. Kwa nini Yanga wanadai miaka mitatu ubingo wao? Kwa nini sasa? Wao ndio tuwaulize, walikuwa hawajui kama kuna zawadi? Yaani mpaka unaingia kwenye mashindano hujui kama kuna zawadi? Na kama unajua, inafikaje? mwaka wa kwanza hukupewa, hujahoji, na unaenda kushiriki. Mwaka wa pili hujapewa, haujahoji, unaenda kushiriki, mpaka mwaka wa tatu ndio pale naposema kuna tatizo kwenye management. Sikiliza barua sasa, ukisema uki ukweli mm, duniani kote sio Tanzania mm, ukiwa mkweli hutakiwi. Sikiliza kaduguda <laughs> barua za Yanga hizi hapa eh, niko nazo eh. kuna barua ya Yanga ya tarehe nne ya tarehe mm, kumi na sita mwezi mm, April mwaka 2025 25 Septemba ni mm. barua Afrika, mm. kuna miguu, Tanzania, mm. boxi, 1574, mm. ya kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu wamiguu Dar es Salaam, yahusu madai ya fedha za zawadi mapato uh. Hiyo barua ya, ya Septemba 4, 2024 waliandika mwezi wa 9 mwaka jana kutaka barua kutaka mm. madai ya fedha za zawadi mapato ya mlangoni na udhamini ndo yahusu hii heading pale juu mm. ambapo wakayainisha kwa vifungu a b na c wakaandika mm. a zawadi za, za ubingwa wa kombe la shirikisho yani shilingi milioni mia tatu mm. ambazo msimu wa ishirini na moja ishirini na mbili mm. Yanga walikuwa nadai milioni hamsini mm. msimu wa ishirini na mbili ishirini na tatu Yanga nadai milioni hamsini msimu mm. wa ishirini na tatu ishirini na nne Yanga nadai milioni mia mbili mm. yani maana yangu ni kwamba mm. tupaangalie hapa hata Yanga kwenyewe kuna shida, ndio maana nasema management katika za, sports mm. katika Afrika ni shida. shida ya Yanga ni nini sasa? shida kwa ya ndio tuijue ya. Yani shida ya Yanga ni nini? mwaka wa 21 22 hawajalipwa mm. wakaamua kutumia busara kushiriki e, si ndio hawajalipwa ya pili hiyo wakaamua tena uh, uh, mm. Wa, waka kuchukua kutu, kutumia hekima na busara kushiriki ishirini na tatu ishirini na nne mm. ishirini na tatu ishirini na nne hawajalipwa mm. wametumia hekima na busara kushiriki ishirini na nne ishirini na tano Sasa sikiliza hapa barua <laughs> tarehe kumi na tano Januari elfu mbili na ishirini na nne eh, hii si ilikuwa Septemba, nimekusomea elfu mbili na ishirini na nne.